Maandalizi ya uchaguzi mkuu nchini Tanzania yanaendelea. Mtazamaji, kama unavyoshuhudia kila mtaa wa jiji hili la Arusha, kama ilivyo maeneo mengine nchini Tanzania, kuna mabango lakini zaidi ni ya Chama cha Mapinduzi, CCM. Ninawauliza baadhi ya wakazi wa jiji hili kwamba ni vipaumbele gani ama matatizo gani ama changamoto gani ambazo wangependa zishughulikiwe eh, katika uchaguzi huu mkuu basi sikia maoni yao. Mimi ni Veronica Natalis, karibu katika Kurunzi Live. Kama sasa hivi barabara kama hii Arusha ni mbovu, kila mahali pabovu, alafu hapo hapo ndo wanasema kwamba ndio mji. Hamna mji hapa hapa, Arusha bado ni pagumu. Kama wameahidi kitu atimize kila kitu, but wasi wakipata hizo kura wakafanya vitu ambavyo sivyo. Kiukweli mimi najua tu mtaji ni afya yangu mwenyewe, ndo mtaji wangu afya yangu, kama mimi, sababu mi nazunguka tu. Tunanyanyasika sana sisi wanachinga, tunakimbizwa na mgambo anatulipisha shilingi elfu moja bado store, tulipe shilingi elfu moja Tunateseka sana, changamoto ni kama hivyo ka, matatu tuwezeshe mitaji nini. Kuna vijana huko mitaani wana ajira, changamoto takiwa hata tupate, hata tuwezeshe hata na mitaji, barabara na maji na sehemu zingine, ukitoka nje um, kutoka nje ya um, mji kwamba unaenda mikoa mingine kama Manyara hivi Ukikutana na askari yeye, yani kama anakuhukumu kama wewe kamatwa mtu naandikiwa elfu hamsini mpaka sitini kwa siku moja, alafu naambiwa uondoke hapa bila kulipo. Na mtazamaji, bila shaka umesikia maoni ya baadhi ya wa wakazi wa jiji hili la Arusha, kaskazini mwa Tanzania, kuhusiana na uchaguzi mkuu unaoendelea vipaumbele vyao, kero ama changamoto ambazo wanataka zishughulikiwe. Mjadala huu wa Kurunzi live ninaurudisha katika studio zetu za DW Bonn Ujerumani na kutokea hapa, mimi ni Veronica Natalis, chao chao.